Kama familia tunarudi tena tulileta jambo hili katika, uh, of, katika serikali. Tunaomba mama, mama Dr. Samia Hassan Suluhu, tunaomba mama yetu, wewe ni mama mzazi, uweze kushikilia hili jambo na kuendelea kufuatilia vyombo vya serikali ili ndugu yetu aweze kupatikana.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 kuelekea kufanya mazoezi. Ilikuwa mida ya kama saa mbili hivi, alipokuwa akienda kufanya mazoezi. Ilipofika saa tano familia yake ilishtuka, mbona aa, mzazi wetu hajarudi. Ikabidi wapige sim, simu, simu hazikupatikana. Lakini sasa wakawa, ilivyofika jioni wakaenda kuripoti katika kituo cha polisi. Polisi wakawaambia wasubiri masaa ishirini na nne masaa ishirini na mane, mane yalipofika wakaenda na baadaye kesho yake wakaja, walivyorudi sasa, wakaja kufanya upekuzi, walianza uchunguzi wao, wakaingia ndani wakafanya upekuzi. Baadaye sasa kama familia tulihitaji ku, kuwauliza kwa sababu alikuwa maeneo haya akifanyia mazoezi. Shuhuda mmoja akasema alimwona akizungumza na simu na simu, na alivyokuwa akizungumza na simu kuna wanaume wanne walimsogelea wakamzingira. Alipokuwa wamemsogelea wamemzingira, wakiongea tu maongezi, kama ni maongezi, lakini sasa walivyokuwa wakiongea, kuna Land Cruiser moja ya tinted ilifika maeneo hayo, wakampakia kwenye gari na akawa ameondoka, na ndipo hakurudi mpaka sasa. Hao watekaji sisi kama familia hatuwajui, lakini kwa sababu tumetoa hili jukumu la kwenye uh, kwenye idara ya upelelezi na kituo cha polisi, wao ndio wanapaswa kutuambia, kwa sababu wao ndio wanaopaswa kutulinda sisi raia na watu wanaowazunguka ndugu yangu hapa Daniel Chonchorio. Ameacha mke na watoto, anao wadogo wanaomtegemea. Alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa alikuwa ni mwanasiasa ambaye serikali ingepiga kelele kwa ajili ya kumtafuta na hivyo sasa tunaomba. Chonchori sio mtu wa kawaida, ni mfanyabiashara mkubwa. Tumeendelea kusikia mambo mengi katika vyombo vya habari vinavyotufanya tuwe na sitofahamu, lakini tunachowasihi Mama Samia Hassan Suluhu, mama yetu, ninarudi tena kwako, ndugu yetu Daniel Chonchorio ni muhimu, ni wa muhimu sana katika familia, ni nguzo ya familia. Tunaomba ndugu yetu arudi ili aje kuihudumia familia yake, na hata hao watekaji wajue kwamba Mungu anawaona wajihoji, wajiulize, wamrudishe ndugu yetu aje kuihudumia familia yake. Sisi kama sisi ndugu, unajua katika familia anaweza akawepo nguzo ya familia Daniel Chonchorio ni nguzo ya familia, tumekuwa tukimtegemea. Tunaomba mama yetu utusaidie, tumerudi tena kwenu mara nyingine, ili muendelee kuongeza kasi, ndugu yetu apatikane.